Mojawapo kati ya comments ambazo zilikuwa zinauliza kwamba ni kwa nini wachezaji wengi huwa wanatoboa soksi pale ambapo wanakuwa uwanjani. Sasa hapa nimeona leo, wacha nimjibu ile mdau ambaye aliuliza, japo nilimjibu kwa njia ya message, lakini akaniambia bwana, tupromoshe video ili tupate uhakika zaidi. Tuat e bwana, hii ni simple sana, ni kutokana na swala zima la misuli. Mara nyingi sana tunaonaga wachezaji wakiwa uwanjani, unakuta kuna muda misuli imekamata, amelala chini lakini kwa kesi hii ya kutoboa soksi, kuna misuli nyuma ya kigingi hapa, ambapo unaiona kwenye picha hii. Hii misuli inaitwa muscle scarf, ambapo hii inasaidia kwenye vitu vingi sana, hususani muda wa kukimbia. Muda wa kuruka na hata muda wa kutembea. Sasa misuli hii inapobanwa kwa muda mrefu, inashindwa kufanya kazi vizuri, na baadaye kibana sana, inakuwa inasababisha basi mchezaji kuweza kupata maumivu makali ambayo yatasababisha ashindwe kuendelea kukibonda. Kwa hiyo, huenda akakaa chini mpaka madaktari wakampatie huduma ya kwanza. Kwa hiyo, baadaye wachezaji wakaamua sasa kwamba bwana, ili kupumua na kupata ubaridi fulani hivi, japo mchezaji anapokuwa uwanjani muda mrefu, anatumia nguvu nyingi kukimbia, kutembea, kuna muda kuruka, lakini ile misuli inakuwa inapata muda mzuri wa kurelax. Kwa hiyo ndio maana wakawa wanatoboa hizi soksi ama kuzikatakata sehemu hii ya muscle calf, ili kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa na wanapunguza ile pressure ya misuli kuweza kupata tatizo. Hapo nadhani umenielewa vizuri sana, we mdau, ambaye ulikuwa hufahamu lakini kwa wewe pia ambaye uliuliza ni kwa nini wachezaji wengi huwa wanatoboa wa soksi.